Mm. Na hali hiyo ya kuwa na sukari nyingi kwenye damu inaweza ikasababishwa na vitu vikuu viwili vikubwa. Kitu cha kwanza ni uwezo mdogo wa mwili kufyonza ile sukari ambayo iko kwenye damu, kwamba labda umekula ugali, umekula juisi, ume, umekula eh, pilau, umekula eh, chochote ambacho wewe umekula ambacho kina sukari nyingi. Kwa hiyo mm, ile sukari inapoingia, uwezo mdogo wa mwili kufyonza ile sukari haraka, irudi chini ya kijiko kimo moja. Mm. E, kwa, kwa muda wote huo e, uwezo uwe unapopungua, tunakutafsiri wewe ni mgonjwa wa kisukari. Jambo jingine ni uwezo mdogo wa kongosho lako kutema homoni ambayo inaenda kuratibu matumizi ya sukari. Kwa hiyo mm, kunapotokea na hitilafu hizi mbili, hitilafu katika namna seli zako za mwili zinavyofyonza sukari, au hitilafu kwenye e, kongosho ambalo linazalisha maji ambayo linaelekeza seli zako kutumia sukari, hitilafu zote hizo mbili zinafanya mwili wako uwe na sukari nyingi kwenye damu kuliko kawaida na uitwe mgonjwa wa kisukari.